Mbunge wa Kabuchai majimbo Kalasinga amejitokeza kumsuta seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei kwa kile anachokidai kukosea heshima jamii pana ya Mulembe kwa kujaribu kushinikiza kuondolewa afisini kwa gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya. Kalasinga anadai seneta Cherargei ana jukumu la kuhakikisha wakazi wa kaunti ya Nandi wananufaikia uongozi wa ugatuzi wala sio kuvuka mipaka na kuingilia masuala ya kaunti zingine. Mbunge huyo Kabuchai amesisitiza kwamba kamwe jamii ya Mulembe haitoruhusu unyanyasaji wa aina yoyote kwa kuikosoa serikali ya kitaifa. Wamesema county governor wa Nandi mwenye ameongoza two terms atolewe katika kiti hakuna. Nataka kuchukua nafasi hii kuambia senator wa Nandi kaunti ya Trans Nzoia. Senator Cheraragei uachane na Natembea. Natembea is saying the problem of our people. When Natembea says that we want to unite as Luhyas, he's not a bad man. You must not divide the Luhyas for so long so that you remain in power. We are also getting united. na 2027, every Luhya Who must not speak the language of the people will be shown the door. Na kama kuna waluya wenye wameweka jamu mbele na wataki kusonga reweni kuchekusie fuesi kama indi. Please, we need respect as a community.